Kwa majina naitwa Sofia Menadi Ngumbi ni mkazi wa Dar es Salaam maeneo ya Gongo la Mboto A. Pia ni head girl wa kwanza katika shule hii ya Mara Girls. Tunapenda tuna kuleta sifa na shukrani kwa mama yetu Samia kwa kuwa wameweza kutunganisha watu kutoka maeneo mbalimbali, wengine wametokea Lindi, wengine wametokea Morogoro, Njombe, Iringa, Mbeya, yote kwa ajili ya kuja kupata masomo katika shule hii. Kwa hiyo hizi ni fursa muhimu sana na fursa nzuri ambazo mama Samia ameweza kutupatia. Ah, vitu ambavyo tunavipata katika shule yetu, tuna mazingira mazuri kama mnavyo yaona, madarasa ya ustadi, eh, mazingira yaani yanavutia kwa wanafunzi kuweza kufanyaje, kusoma. Kwa hiyo hakuna hakuna kitu ambacho kinapendeza kama mwanafunzi akiwa anasoma katika mazingira mazuri. Kitu kingine cha muhimu ni kwamba ameweza kutupatia walimu walimu tuna walimu wazuri wamebobea sayansi, kemia, biology, mase, kila aina ya mwalimu ambao tunao hapa shuleni, walimu wazuri waliobobea na viwango vyao. Kwa sifa zote tunampelekea mama Samia, kwa kuwa wameamua kutujali sisi kama watoto wa kike na ana imani katika sisi, tunaweza tukafanya vizuri kama mtoto wa shule ambao unasema division one is possible, basi na sisi tunasema shule nzima naeza kumletea division one na kupata maenjinia, maprofesa, madaktari kila aina ya watu katika shule yetu. Kwa hiyo mama Samia, anapenda kuleta shukrani kubwa sana pamoja na serikali yako, umeweza kupata nafasi ya pekee kama sisi wasichana ambao tumetokia maeneo mbalimbali, tukusanyika hapa kwa pamoja, nasema asante.